na kwa nchi yao. Jambo la pili, maisha ya Sifa. Jambo la tatu nini Sifa litaka kitokee? Je, Sifa leo amelala? Hicho kitu kimelala, hicho kitu kinakufa. Sifa alitegemewa awe faraja kiasi gani kwa wazazi wake? Ndiyo. kwa ndugu zake? Ndiyo. awe kimasomaso kwa namna gani kwa ndugu zake? Ndiyo. hicho kitu Sifa amelala hapa Kimera. Pengine Sifa anaweza akaja kuwa nguvu na jeuri ya wazazi wake. Pengine Sifa anaweza kuja kuwa jeuri na nguvu ya, ya, ya jamii yoko, kwa sababu Sifa mimi nilichokuwa nimejua kwamba atakuwa sababu ya hataa ya nchi hii ama kwenye ukoo wake ama kwenye familia hii, na pengine sasa kuna mashetani waliona, kuna mashetani waliona, yanakunywa juisi yana smartphone, yakaona huyu binti huyu huyu binti atakuja kuwa mwema sana kwa sababu nimekwambia, shetani wa Afrika. Ndio maana unaona Afrika tunasema mwe, watu wema hawaishi siku nyingi, watu wema hawaishi siku nyingi. Sasa hawaishi siku nyingi huko huko Afrika, mbona kwa wazungu watu wema ndio wanaolindwa siku nyingi? Ujue Afrika kuna changa la macho, tumepigwa sisi. Mamlaka fulani za kishetani huwa zinajua wakiishi watu wema tutatoka kwenye utumwa kwenye boda boda hizi ambazo tunapigwa na upepo na vumbi. Haya sio maisha ya kibinadamu. Tutatoka kwenye kuoneana na kudhurumiana, tutaishi kwa namna ambavyo kila mmoja. Ziko nchi, naomba niwajulishe, sehemu kubwa ya nchi zenye ubinadamu, mtu hata kama ufanyi kazi, uwe mzee, uwe mdogo, unapata mshahara wa kutosha, maisha yako kwa njia laki tano kwa wiki. Hizo nchi hazina madini, hizo nchi hazina bahari kama ya kwetu hizo nchi hazina mbuga za wanyama kama za kwetu. Hizo nchi hazina ardhi kama ya kwetu. Hizo nchi hazina migodi, hazina mazingira kama ya kwetu, lakini usipofanya kazi kila wiki unapewa laki tano unaishi kijijini, unaishi mjini, unajengewa nyumba, serikali itakuwa inakukata katika posho yako hiyo hiyo, utapewa gari, serikali itakuwa inakupa. Sisi kama tu Mungu atatusaidia mane makadha wewe ata mamlaka. Jamani, njoni tuo tuojiane. Tunakosea wapi sisi? Tunashindwa wapi? Kanisani kwa sehemu kubwa, sisi tunakwenda tukiwa tumepigika. Lakini kanisani, tulikuwa twende tumshukuru Mungu. Tuseme, Mungu asante kwa viongozi wetu, kwa vile unarahisisha mambo haya. Lakini sasa, hayo nataka nisingie ndani sana. Lakini nataka nikujulisha nini tunao sema? Kwa nini sisi watu wa Afrika wanaokufa mapema? Ni kwa sababu shetani wa Afrika huwaongoza wa Afrika wanadamu wasio haki watafute njia za kuafisha watu wema, kwa kwa wanajua ni kiburi cha familia, kwa kwa wanajua ta hospitali injini. Kana alipofika kwa kufanya ibada, Sifa alipona. Nimemwaribu nini? Kwa jambo hilo tukahubiri, akatoka, akaacha kujishini. Sifa, kwa alikuwa ni, ni mtu mwenye tamaa ya wanaume, hata kama azini dakika yoyote, Sifa angeweza kusini, angepata mini.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 Najua ni makosa makubwa sana kuwabadilisha mabinti waache kuzini. Mii kweli, wanaacha tukua, wanaacha kwa sababu hii, wanaacha kweli, sio wanaanza tu kwa wanaanza kuimba kwao, wanaacha kweli, wanaacha kuzini, wanaacha kwa wenzi, wanakuwa waaminifu. Kama kosa, msiwatese wale wanaoacha dhambi, wanaoacha mabaya. Niteseni mimi ninayesababisha waache mabaya, niweni mimi ninayesababisha waache mabaya. Hata leo mimi kuishi, nimeshaishi sana duniani, kwa hata nikitoka hapa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

Usu na kishikashika sisi kula wali, hakukuwa na cha Krismasi. Yaani, sisi Krismasi tunakula makande, hakukuwa na cha Krismasi. Tumetokea familia duni kijijini, kwa nini lakini imani na jina la Bwana limenitoa kule kijijini, limenifanya napita barabarani, limenifanya barabarani nikipita hata nikikuta mmepanga foreni, mi nikitangulia mbele, uje watanisikiliza mimi mini hata yeah. Hey, kama pana maaskofu, pana wachungaji, nikipita mbele lada tu, anasema we, au mi nawambia we, unijui? na haraka anasema, kwa we tunakujua, jogoo la shamba linalowika mjini. Hivyo ninauhakika uhakika, Mungu anaweza kukokota yeyote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 yoyote kwa ya kwamba Mungu bado anatafuta mtu ambaye kupitia huyo ataisamia nchi ya Tanzania, ambaye kupitia huyo atajionyesha mwenye nguvu. Anatafuta mtu, hajalishi kiwango cha pesa ulichonacho, hajalishi umri ulio nao, anaangalia moyo wako. Hivi ninavyoongea, kuna mtu ambaye moyo unakwambia huyo anayemsema hapa mimi, ni mimi. Inawezekana ni mlevi, lakini ni mimi. Inawezekana ni maraya, lakini ni mimi, kwa sababu aa kuulishe uu imekucha nseme na mtu ameamua kujiumiza na kumuumiza binti yangu, kwa sababu kuna roho tatu nne tano, anazedofo dapa mushanga. Haleluya! damu ya mwanangu inaenda rivini, inaenda rivini pale, inaenda kutia mbolea ya roho zaidi ya saba zinaenda kuinuka

sinuke nguvu kuliko roho iyo kwa ndani ya sifa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. i nataka nikujulishe vita ya kiroho vita ya watu wa Mungu, hata uwe wote utabaki, utabaki bado bado, vita ni mbichi. Vita ya watu wa Mungu haiishagi, vita watu wema haiishagi. Akidondoka mmoja wanainuka mia moja akipotea mmoja, wanainuka mia moja Waliojisia wana waliojitoa, walio tayari kwa lolote kuliko yule mmoja. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo mshanga, hapa kwa mlioko, hapa kwa mlioko, hapa kwa mlioko hapa. Sitaki nitumie muda mrefu, lakini utakayekuwa unaona ni wewe, ntatamani ikiwezekana kesho, kesho uje hapa usiwe mchungaji. Na yule uliyekuwa nasema Mungu anamtafuta ili ajionyeshe mwenye nguvu. Najiona ni mimi. Ili kipawa itakuwa sababu ya kupona kwa mji huu. Kupona kwa nchi yetu. Bila shaka ni kama ni mimi. Atakayesababisha tabasamu kwenye familia. Bila shaka itakuwa ni mimi. Kisha ambacho sijamalizia nimalizie, malizia hapo. Sisi kwenye familia yetu wakati tunakula kwa jinsi kama hiyo. Nilifika mahali, mama yangu anasema sijawahi kukamata elfu hamsini wakati mama mama alikuwa na miaka 60. Alikuwa na miaka 65, sasa hivi ana miaka ana miaka 84. Alikuwa sema kutoka kuzaliwa si kushika elfu hamsini. Yaani mama hajai kushika elfu hamsini. Mimi nilifika mara nilipookoka mwaka 2001. Nikasema mimi nitakuwa lango la kusababisha familia yangu inatoka kwenye unyonge huu. Nitakuwa lango. Wakati nyumbani tulikuwa hatuli wali. Hatuli wali. Hata Krismasi mwaka mzima muli wali. Nilikuja kupiga marufuku kula ugali.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 "Ah, mimi najua nyinyi watoto mnikija kufa hamtakuwa na urithi. Ngoja nikanunue kashamba. Miaka 2001 kulikuwa na mashamba tu makubwa ya laki moja. Ngoja nikanunue kashamba ili mje uje, uje wewe urithi wenu." Akanunua shamba kaandika jina langu. Nikasema hujanielewa. Nikampiga laki. Akatoka pala, akasema, naenda kununua shamba lingine, akanunua. Nikasema hujanielewa. Nikampiga laki nne.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 Unafanya haya una kwa sababu mimi nachochiwa. Ilipasa niwe lango la heshima ya familia, lango la mwanga kwenye familia, lango la mwanga kwenye nchi. Na mpaka sasa hivi kwa sehemu kubwa nchi iko hapa, inanifuatilia neno kwa neno, inasema, Mbarikiwa anasema nini? Mbarikiwa anasema lile lile neno, la Mungu ni taa, neno la Mungu ni mwanga. Linapohubiriwa ni ili wanaolia waache kulia. Mungu anasema, nenda kuumba nchi mpya ambayo hakutakuwepo na kulia ndani yake, haitakuwepo na huzuni ndani yake, hakutakuwepo na mauti, sio kuna mbinguni, kwa njia hapa duniani. Katika Isaya 65 anasema mtoto mdogo atakufa akiwa na miaka 100, mtoto mdogo atakayewahi kufa atakatiwa akiwa na miaka 100. Sio hiki tunachokiona so, hapa sio hiki tunachokiona hapa na kwa miaka kama anafahamu maandiko haya yatatokea, na kipinga hiki kitu na kipinga, ndio maana iteni marehemu. Mimi sitaita marehemu, mimi namuita Sifa. Ninajojua kuna mahali ameenda. Kuna mahali ameenda. He he! Aishi Mungu. Aishi Mungu. Yesu alikuwa kumwambia Martha, ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Anasema ameona hapa ni kama mna kitu. Tunazika, si ndio? Jo vyote ni wavi. Hata nikishindwa, huna tatizo. Jo vyote ni wavi. Wote tuliolia atatufariji. Sio atatufariji kwa kwamba, hapana jipe moyo. Atatufariji kwa kutoa kichoko kinafanya tumalia. Sasa ni jambo na tamani mimi na wewe tuendelee kulitafuta. Nisipokuwa mimi, uwe ni wewe, usipokuwa wewe, awe niwe.